Ajali za barabarani zimeendelea kukatisha maisha ya watu wengi na kuacha wengine na ulemavu wa kudumu. Juhudi mbalimbali mbali zimekuwa zikichukuliwa na mamlaka husika, lakini bado baadhi ya madereva wamekuwa wakikaidi sheria za usalama barabarani ambazo zimewekwa. Inasikitisha, katika baadhi ya maeneo wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali hamsini kwa kilomita hawafuati, imewekwa zebra hawafuati, imewekwa taa hawafuati. Tunawapa kazi watekeleza sheria kuwaomba radhi watu waliovunja sheria. Kama haitekelezeki tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida na tusiwe na utaratibu wa, wa, wa, wa serikali, wa, wa serikali kupita. Kilio cha wananchi kuhusu ajali za barabarani kimesikika na hapa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini Latra Habibu Suluo akaweka bayana mikakati yao, huku changamoto iliyopo ni kwenye usimamizi wa waendesha bodaboda. Kali inaingia gharama sana kutibu ajali zinazotokana na pikipiki ajali zinazotokana na njia ya barabara. Tumejitahidi kupunguza ajali hizi, lakini bado eneo hili lina changamoto. Kwa vijana watumie makundi haya, lakini wawe na nidhamu, ili isije kaonekana sasa inakuwa ni kero. Dar es Salaam tumefanya kazi kubwa, vijana wako katika utaratibu wako katika uniform. kuna changamoto chache bado za uvaaji wa helmet, kutii, kuzidisha ile idadi ya abiria katika mkutano huo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameeleza watahakikisha sheria zinafatwa na kuwaalika wawekezaji wenye nia na uwezo wa kuwekeza SGR. Tunataka saa 24 treni na mabehewa hiyo yanapita kwenye njia yetu, sio leo ikifika saa tano hakuna tena train mpaka siku ya pili saa 11. Si sahihi, investment ile lazima irejeshwe na itarejeshwa tu kama kweli tutaingiza sekta binafsi. Katika mkutano huo kuliambatana na utoaji wa tuzo kwa makampuni mbalimbali ya usafirishaji ambapo kampuni ya Bakresa Food Product mwekezaji mzawa na mzelendo ikaibuka mshindi wa pili kwa kipengele cha wenye malori zaidi ya elfu moja. Kweli kwanza tunaishukuru serikali kwa hatua ambazo zimechukua kututambua makampuni kama ya Said Said Bakresa kwa kuwa ni wadau wakubwa wa usafirishaji hasa kwa njia ya barabara. Bakresa tunashukuru kwamba mwezi huu na sisi Novemba tumeingiza gari ambazo zinatumia gesi kama majaribio na tunajua uh, mpaka kufika uh, mwakani mwezi wa nne tutakuwa zimekuja gari nyingi zaidi. Lengo ni kuhakikisha tunafikia malengo na dira ya serikali. Maadhimisho haya ni ya kwanza kufanyika hapa nchini Tanzania, na itakuwa ni mwendelezo kila ifikapo tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi na moja, ili kuendelea kutambua mchango wa wadau na kuhamasisha kufanya vizuri zaidi, na yameandaliwa na Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti usafiri ardhini LATRA pamoja na Wizara ya Uchukuzi.